Wizara ya Mawasiliano, Sayansi na Teknolojia ikishirikiana na kampuni ya simu za mkononi ya Nokia imezindua programu mpya ijulikanayo kama Nokia Mobile Mathematics, itakayotumiwa na wanafunzi wa sekondari kuanzia kidato cha kwanza hadi cha nne, lengo likiwa ni kuwahamasisha kulipenda somo la hisabati, ambapo maswali mbalimbali yatakayotolewa na, na wanafunzi kutoka katika shule mbalimbali kwa njia ya mtandao. Akizindua mfumo huo jijini Dar es Salaam, ambao utaunganisha bure kupitia mtandao Tigo. Naibu katibu mkuu wizara ya sayansi teknolojia, John Mungolo, amebainisha kuwa mfumo huo ni mmoja ya nyenzo za ziada za kusaidia kupandisha ari ya wanafunzi kusom, kupenda somo hilo ambalo wanafunzi wengi wamekuwa wakilichukia, jambo linalochangia katika kushuka kwa masomo ya sayansi ambayo asilimia kubwa yanaiangilia na somo la hisabati. Kweli itakuwa ni jambo zuri, itawafanya wawe na moyo wa kujifunza tena, kutamani kama ambavyo tumeona kwenye video kule Afrika Kusini. Wanafunzi wengine ambao walikuwa hawajali hesabu, lakini kwa sababu ya ya ya msaada huu wa ziada wameanza sasa kuipenda hesabu, na tunatarajia kwamba wengine watatokea kuwa wanasayansi mashuhuri hapo baadaye na kulisaidia taifa.

N in, unafanya hesabu mahali popote unapotaka, sio lazima shule, weza kaa nyumbani kwa muda wote unaopenda wewe. Halafu kwamba so ukiwa nafanya maswali mengi, unapata una opportunity ya kuingia katika top 10 au top, au top 20 Nadhani kwamba mtu ambaye kama anatumia hii Facebook au hizo Twitter, WhatsApp, akianili akishajiunga katika mobile mathematics, nahisi uh, concentration katika mambo um, ya social yatapungua kidogo then ata focus more in mathematics at the same time and again, na muda huo huo tena ajiburudisha because kuna competition na ile spirit, mtu anakuwa na shauku ya kufanya na nanilili aweze kufaulu mshoni na kupata zawadi.